Hello wapendwa hope mko poa karibuni kwenye channel yetu hii ambapo tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona kozeti yetu hii ambayo nimeivaa hapa mwanzo mpaka mwisho hatua kwa hatua lakini pia tunakwenda kujifunza kuanzia juu mpaka chini mpaka sketi yake kwa hiyo kuwa nami mwanzo mpaka mwisho lakini pia kwa mafunzo zaidi unaweza kunicheki WhatsApp kupitia namba 076 25 333 493 kwa ajili ya maswali yoyote ama kwa ajili ya kujiunga na mafunzo, basi tuanze pamoja. Okay wapendwa, tunapenda kuanza kujifunza somo letu hili nipane ni kanavyo ni kati, angalia size ya nyonyo ya mausika hii ni 3XL kwa hiyo hii ni kubwa sana kwa vipimo vyetu, ila nataka tukuonyesha kama inatokea ena kap ina kapo ina tuko kotunate na mkasi, lakini pia ina boni kwa hiyo kitambaa chetu kiko mita moja na nusu ni hichi kinaitwa Mobeto. Yaani kina kila mnafu kwa mbali lakini pia hakivutiki sana kama Milano na Mtika lakini pia sio kizito kama Milano. Lakini pia kuna canvas. Canvas yetu iko mita moja. Kwa tutaanza kwa hivyo, tuta kumulia kumulia kwa kukata. Tutakata moja kwa moja kwenye canvas ya kutumia pattern kwa sababu hatutaki kupoteza muda kwa hiyo hakikisha ikinigiesiaku naonegana vizuri, kwa sababu tutakachokwenda kukitoa hapa hatutakwenda kukirudia tena. Baada ya kupanga vizuri, moja nione kama inaonekana, ili hili nisije nikarekodi idi ambayo shasikua ina maana uh, tutaangalia kipino chetu cha kifua. Huu kifua ana kumi na mbili tukigia kwa nne tunapata um, kumi na sita lakini sisi tutaongeza nchi mbili zingine za balance, itakuwa kwenye kumi na nane Kwa hiyo kumi na nane iko hapa, tunaendelea kwa ia kumi na nane

Ukiangalia nusu yake tunapata nne na nusu, tutapima tena nne na nusu ile huku juu tumetoa nchi tano. Baada ya kutoa hizo tano, tutaangalia kwapa lilipo. Kwapa la huyu mtu ni kwenye nane halafu sehemu ya ziwa katikati ni kwenye tisa lakini kumbuka huku juu tutapashona kwa, tutaweka kwenye tisa na nusu. Halafu chini ya ziwa ni kumi na mbili lakini kwa sababu tutashona nusu nchi, tunaweka kwenye kumi na mbili na nusu. Halafu sehemu ya tuko ni kwenye kumi na saba kwa tutaka kwenye kumi na saba na nusu. Mtanyosha mistari kama ifuatavyo: kifua, chini ya ziwa, sehemu ya tumbo. Tunaangalia hapa katikati. Kutoka hapa, hapa ndo katikati sehemu ya nyonyo mpaka chini ya ziwa. Hapa tuna tatu. Naona. Kwa hiyo huyo mtu size yake ni tatu. Nitatumia size ya ziwa. Kumba size tatu ni ni kipimo gani ambacho natakiwa ununue cup. Kwa mfano huyo mwenye tatu sisi tutatumia large. Kwa hiyo tutatumia large baadaye. Hapa ni chini ya ziwa. Kwa hiyo kwenye hiyo tatu huko tutatoa moja na nusu na huko tutatoa moja na nusu, sawa? Ao katikati ya ziwa kwa tutaunganisha kutoka hapa mpaka hapa, na kutoka upande wa pili mpaka maeneo haya. Tutarudi kwa huko juu tena, tutapunguza nchi moja na nusu moja na nusu na hapa moja na nusu yaani tumepunguza moja na nusu kwa pande zote. Kwao tutaunganisha kutoka hii point mpaka hapa tena, namna na hii na kutoka hii point mpaka hapa kwa hiyo itakuwa hivyo, lakini pia sisi hatutaki sehemu ya hips bali sana tunataka bali sehemu ya tumbo. Kwa hiyo kutoka hapo tutanyosha mpaka hapa tunapoishia. Tutatoka kwenye point yetu hii mpaka hapa, na tutatoka kwenye hii point mpaka hapa, sawa? So, tutarudi sasa hapa ni pembeni, katikati kwenye mungu wa kipande cha nyuma na cha mbele, na hii ni sehemu ya tumbo pia tutakwenda kupunguza nusu nchi nusu nchi ya dati. Kwa tumepunguza nusu nchi tu, alafu tutaunganisha dati na kama ifuatavyo, tutaunganisha hapa, kisha hapa huku moja na hapa moja wetu wa kwamba si ndio, kwa tutapitisha hii tutakuja mpaka maeneo haya, alafu tutaipeleka mpaka mpaka nyuma nana ambavyo naipeleka mimi. Kwa hiyo tapita kwa mtindo huu kuja tuone inaonekana. Mhm, inaonekana vizuri. Kwa hiyo sasa hapa nitafanya kukata kama ifuatavyo. hivi hapa visituchanganye. Kwa hiyo huku tujue ni juu, alafu huku pembeni tutaunga, na huku pembeni tutaunga. Kwa hiyo vyote tuviwekea alama ili visije kutuchanganya. Huku ni juu, huku ni juu, huku ni juu tutaunga tutaunga tutaunga. Hichi tutaunga tu pembeni huku, lakini huku ni juu. Kwa hiyo huku ni juu, huku pembeni, huku juu, huku pembeni, huku juu, huku pembeni. Kwa ukiweka alama hivi havita kusumbua wakati wa kuunganisha. Kwa kitakachokata hapa tutakwenda kukata kwenye kitambaa, lakini wakati wa kushona sasa tutakuja kushoni tu kawaida. Hichi kimoja kitakuwa hapa namna hii, hiki cha pembeni. Hiki hapa cha pili kitakuwa hapa, utashona. Mhm, vivyo hivyo kitapatiwa na cha tatu hapa hivi akiunga utashona na kitafatiwa ni cha nne, utaunga utashona, na upande huu utaunga utashona mpaka mwisho. Lakini hapa tutatoa vipande vingi vingi, kwa sababu hata laini inatoka humu humu kwenye hivi vipande vyetu vya canvas. Na baada ya hapa tutakwenda kukata kwenye kitambaa chetu ambacho ni hiki hapa cheusi, kwa kama tulivyokata hapa vivyo hivyo na huku tunakwenda kukata hivyo hivyo. Kwa hiyo hata huku pia tutakunja mara nne, unaangalia sehemu ambayo inavutika. Hata kama inavutika kwa kiasi, hiyo hiyo sehemu ndio inatakiwa iwe upana mm-hmm. upana hiyo sehemu ndakuja mara na nne nanahii u tuone kama hawezi kukaa vyote. Kwa hiyo badala yake, baada ya kukunja hivi mikuja mara mbili tu hapo na uelekea wa kitambaa, unapokunja inabidi vyote uvielekeze huko huko. Usipofanya hivyo, unaweza kushangaa kitambaa kinapishana wakati wa kushona, kwingine kuna vutika, kwingine hakuvutiki, kwingine kuna ng'aa, kwingine hakung'ai. kwa jinsi ambavyo tumekata canvas na kwenye kitambaa hivyo hivyo. Hatutaongeza nchi yoyote ya kushonea wala nusu nchi, itakuwa ndiyo hivyo hivyo. atamachokana kifanya hapa nikwenda kunyosha. Unashika namna hii, unaweka kwa juu, unanyosha, pitisha pasi, pasi, pasi. Ukimaliza kupitisha pasi, hakikisha unapitisha pasi baridi. Pasi baridi ni hii hapa kwa ubao, ili iweze kushikana vizuri, iweze kushikana. Kwa hiyo nitafanya hivyo kwa vipande vyote.